Kulala dini kuamka dini leo. Ndio leo siku ya kupokelewa mahujaji kutoka Makata Almukarama wal Madinatu al-Munawwara. Mahujaji wakiongozwa na Mheshimiwa wa Mufti wa Tanzania Doktori Abubakar Zuberi bin Ali wa Mbwana, ndio hao wanaingia. Ama kwa hakika mengi yamefanyika hapa katika uwanja huu wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hapa tunasema uwanja huu wa kimataifa leo mahujaji wakiwa na nyuso za furaha kabisa, na hizo ni salatu ala nabi, zikri na maulidi mbalimbali mbali ya kisomo hapa, kwa furaha ya kuwapokea ndugu zetu waliotoka Makkata Almukarama Walmadinatu Lmunawara. Mwenyezi Mungu awakubalie eh, hija zao. Mwenyezi Mungu awakubalie ibada zao. Ama kwa hakika na sisi tuliojumuika hapa na wewe unayetuangalia hapo, basi dua hizi uzipokee kwa sababu hawa maujaji nao wanatuombea dua, mashallah, tusikilize dua hizi ambazo Mheshimiwa Mufti wa Tanzania anaziongoza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ama baad, kwanza kabla ya kila kitu Namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kuturejesha salama. Amin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwamba alitupeleka salama. Amin. Na tuliweza kufanya amali yetu ya hija pamoja na hii hadhira ya mahujaji mnayoiona kwa salama na kwa amani na kwa utulivu. Sasa tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwamba mahujaji wote tulikuwa salama kule Maka na Madina na katika maeneo ya manasi na kumakabu, kwa mwaka huu kwa zaidi ya miaka kumi, hivi ndio mwaka ambao hatukuweza kuwa na taarifa ya Mtanzania aliyekufa. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama taarifa zilizokuwa zinaelezwa mwanzo kwamba kuna mtu alifariki, yule hakufariki katika kipindi cha hija, alifariki kipindi cha kabla ya hija kwa safari za kibinafsi ama kwa mahujaji tumerudi salama na tumehiji salama, walillahi alhamdi. Kwa hiyo tunashukuru, na tumewaombea sana nyote, na tumewaombea watanzania sana, na tumeiombea nchi sana, tumeliombea taifa sana, amani, utulivu na mambo mengi ya kheri na baraka katika nchi yetu, ambayo ndio mambo muhimu katika kipindi tulichokuwa nazo. Lakini kwanza tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Abdutura samia Suluhu Hassan kwa kutupatia ndege ya Tanzania ATCL, ambayo tumesafiri nayo na kama mlivyoshuhudia leo tumerejea nayo, mi mwenyewe kwa sababu nimesafiri pamoja na mahujaji kwa ndege hiyo. Tumethibitisha ndege nzuri sana na tumekwenda vizuri sana. Ndege mpya, ndege yenye utulivu, ndege yenye wafanyakazi wenye busara, wenye hikma na wenye upendo. Na hata chakula cha ndege ilikuwa ni chakula kizuri kuliko chakula chochote ambacho tumeweza kula katika ndege nyingine, kupata chakula kabisa cha nyumbani kizuri cha kupendeza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunamshukuru mama kwa kutupatia ndege ambayo kama mnavyojua mkiwa na ndege ya nyumbani ni kwamba inapeperusha bendera ya taifa ya Tanzania. Mwenyezi Mungu amzidishie mama yetu heri Amen. Amzidishie baraka Amen. Amzidishie haiba Amen. Lakini amlinde amhifadhi na, na kila baya Amen. Na amwepushe na mabalaa yote Amen, ya ndani na ya wazi, na Mwenyezi Mungu amwepushie fitina za ndani ya nchi Amin. Na za nje ya nchi Amin. Na amhifadhi yeye na wasaidizi wake Amen. Kama alivyohifadhi roho katika mwili haionekani, vile vile amhifadhi kwa hifadhi kubwa Amen. Kama Qur'ani yenye hikima. Amin. na tunamshukuru vile vile, e, waziri Amin. Waziri pamoja na wakurugenzi ambao siku ya kuondoka walifanya juhudi kubwa kuja kutuona katika ndege na kutueleza mikakati na utaratibu zilizopo, mnyezungu nao wafadhili vile vile Amin. Amin. Ama kuhusu hija, hija imekwenda vizuri mwaka huu na kulikuwa na utuvu, na mahujaji wao wenyewe ni mashahidi, wameona jinsi walivyohiji kwa uzuri. Na Watanzania wote kwa ujumla na taasisi zote kwa ujumla, Tanzania bara na Zanzibar, tumekuwa ushirikia na ushirikiano mkubwa sana katika kipindi cha hija ya mwaka huu. Lakini vile vile ni washukuru e, biidha ya Tanzania kwa kufanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba mahujaji wanakuwa katika salama katika maeneo yale ya hija na katika uratibu wa mambo ya hija. Pia nishukuru baraza kuu la Uislamu Tanzania Bakwata, watendaji wake, viongozi wake walio chini yangu ambao wamesimama vizuri kuhakikisha kwamba shughuli hii ya hija inakwenda vizuri katika mwaka huu, lakini niwafahamishe tu jambo moja kufuatana taratibu za Wizara ya Hija kule Saudia tayari ushatoka mpango na taratibu za hija ya mwakani ambayo mwisho wake ni mwezi wa Shaabani 15. Na tunawaomba wale mahujaji ambao wanajitahidi na wametia nia ya kuhiji mwaka huu ujao wajitahidi sasa kwa haraka haraka, waache mazoea ya kutaka kuja ku, ku, kujiandikisha hija katika taasisi yoyote ile wakajiandikisha katika mwezi wa Ramadhani au mwezi wa mfungo mosi au mwisho kabisa. Masuala kama haya hayako katika taratibu za serikali ya Saudi Arabia. Kwa hiyo tumekuja na ujumbe huu pia ufike kujula, kwa wahujaji na Watanzania wote kwa ujumla, waelewe kwamba hija kumbe imeratibiwa ime mapema kwa hiyo anayetaka kwenda hija ajirekebishe mapema, hilo la kwanza. Lakini la pili, wale ambao wanawasaidia watu kuwahijisha na wao wahakikishe walielewe jambo hili kwamba wanatakiwa kuwalipia watu wao mapema Sio kuja katika mwezi wa Ramadhani au baada ya mwezi wa Ramadhani au karibu kabisa ya zile siku za hija, kwa sababu wenyewe kule Saudi Arabia wana taratibu zao maalumu kama nilivyotaja na wataendelea kutaja hawa Tanzania Haji Mission pamoja na taasisi mbalimbali juu ya masuala kama haya. Nimetangulia kusema mimi kutokana na nafasi yangu niliyonayo. Sasa namwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie sote tupate yeah, heri. Atujalie sote tupate amani, atupambe na baraka, tuwe na mafanikio katika riziki zetu, tuwe na mafanikio katika kazi zetu, tuwe na mafanikio katika biashara zetu. Mwenyezi Mungu aturufaishe daraja zetu. wasiokuwa na kazi Mungu awape kazi, wasiokuwa na mafanikio na Mwenyezi Mungu afanikishe. Amen. wale ambao wameharibikiwa Mwenyezi Mungu awatengenezee, ambao na biashara zimedoda Mwenyezi Mungu azitengeneze, na wale ambao wana majukumu mazito a Mwenyezi Mungu asahilishie, na wale ambao wanafanya kazi hawajapandishwa daraja Mwenyezi Mungu awajalie awajaaliwa kupandishwa daraja waweze kuwa na mafanikio makubwa. Lakini pia tunamwombea Rais e, Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake, makamu wa rais, waziri mkuu na mawaziri wote pamoja na watendaji wa serikali. Mwenyezi Mungu awape kheri na baraka, waweze kutuongoza kwa wema na kwa kheri na amani, na iombea nchi. Mwenyezi Mungu ajaalie amani na utuvu katika nchi yetu, huku Mwenyezi Mungu anajua zaidi, kwa sababu anajua kila kitu yaliyo wazi na yaliyo dhahiri na yaliyo batini. Mwenyezi Mungu ajalie uchaguzi ujao tulionao katika mwaka huu upite kwa salama, upite kwa amani, upite kwa utulivu, atuondoshe fujo, atuondoshe kila jambo ambalo halina kheri na sisi, na aijenge nchi yetu na ihifadhi kwa hifadhi yake, aizungushie ukuta wa kinga, kila mwenye nia mbaya kutoka nje, mwenye nia mbaya ndani ya nchi, Mwenyezi Mungu menyezimungu aweze kuizuilia nia yake kwa baraka ya dua tuliyoomba hapa na mahujaji wote waliotoka Makka ambao wako hapa na walio ambao kwamba wote tulishirikiana kuiombea nchi. Mwenyezi Mungu ajalie heri na natukubalie dua yetu. Mwenyezi Mungu ni mweza juu ya kila kitu, na ndiye mwenye kustahiki kuitikia dua yetu. wa sallallahumma wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun al wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kufahamu umuhimu itikiwa vijana katika ibada hii ya hija kwa miaka hii ya hapa karibuni mchache kidogo, mwitikio wa hija ni kwa vijana ni mchache, na waomba vijana watienia haraka kwenda hija. Hija inahitaji nguvu, hija inahitaji mtu awe tayari amekaa vizuri. Akiwa kijana anafanya hija vizuri zaidi kuliko hija ya wazee. Inatusumbua kidogo, na wanapata tabu sana watendaji wetu, lakini hija uhiji vizuri. Na ni kwa nini vijana, kijana wanaogopa kuhiji? Maana yake unataka kuendelea na maasi. Maana kinachosababisha vijana kuona vigumu kuhiji ni kwamba atazuhilika kufanya mambo yake mabaya. Achieni mambo mabaya Mungu. Mungu hataki kufanya mambo mabaya, ukiwa kijana, ukiwa mzee, ukiwa vyovyote. Kwa hiyo fanyeni juu chini, ili muweze kuhiji mapema, mwitikio uwe mkubwa. Na hasa mwaka huu hakukuwa na mwitikio mkubwa sana wa vijana ukilinganisha na miaka mitano nyuma, vijana walikuwa wengi. Kwa hiyo tunaomba vijana Wende, ukajiandikishe na ofisi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, Bakwata, kuanzia leo iko wazi mpaka hija ijayo inshallah taala. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika laa shariika laka labbaik, inna alhamda wanni'mata laka walmulk, laa shariika lak. Mashallah, mashallah. Unaamini, umeshuhudia mambo mbalimbali ikiwemo eh, mapokezi ya kuwapokea mahujaji katika siku ya leo walioongozwa na Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali. Viongozi mbalimbali wa kidini na wa serikali wamehudhuria hapa Walillahi alhamdu, unayoshuhudia hapa ni mengi, katika mazuri yaliyojitokeza si kwa dua mbalimbali zilizofanyika hapa ambazo mahujaji na hili ni muhimu sana e, watu wanapotoka Maka, wanapotoka hija, ni vizuri ukawasogelea uka, ili upate dua. Na walilahi alhamdu, wote wengi tumepokea dua, na wewe pokea dua hizo, na insha Allah mpaka wakati mwingine. Naitwa Ustadhi Saidi Mpeta. Mpaka wakati mwingine, kulala dini huamka dini. <muchas>